na sisi kama wachezaji tumezungumza, tunajua tunaweza kucheza na klabu kubwa Yanga. Tunaheshimu kama klabu kubwa, lakini tumefanya mazoezi na walimu, tumetupa mbinu na maelekezo ambayo tunaweza kwenda kupata alama kesho kwenye mchezo. club pamoja na wachezaji wenzetu wetu na profile. Pengine mechi kama hizi zinaweza kuamuliwa na mambo mengi makubwa kutoka kwetu. Moja, kujitoa kwa, kwa, kwa zaidi ya asilimia mia moja, lakini mbili, umakini kwa players na nafasi chache ambazo unaweza kuzipata. Tayari wenu wa kuhakikisha mnabaki katika so malengo hayo ili kuweza kuweza. Sisi kama wachezaji kama nilivyosema mwanzo, walimu katika uwanja wa mazoezi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 Sawa, swali la tatu na la mwisho kwa mchezaji. Tunatusumbua katika timu yetu. Sababu tumetengeneza timu, lakini tunaona katika ulinzi tuko salama zaidi kuliko kutumbukiza magoli, lakini ndio swala ambalo sasa hivi tuna deal nalo sana, hata walimu wana deal nalo sana. Kujua nini ambacho kinataka tufanye hili tuweze kupata kuscore. Nafasi tunatengeneza lakini hatupati nafasi ya kugeuza ile goal. Lakini yote ya yote tunaenda kucheza mchezo wa kesho, sisi tunahitaji matokeo. Kwa hiyo katika nafasi ambazo tunazopata, Mwenyezi Mungu akijalia, kama ikiwa ipo pande wetu, basi game ndio iyo. Kwa hiyo katika michezo hii hamna mchezaji ambaye anakuwa katika hali mbaya. Katika mchezo mkubwa, kila mchezaji anatamani kuwa katika mchezo na nataka kufanya vizuri ndani ya mchezo mkubwa, kwa sababu anajua kuna vitu vingi vinaweza kutokea kwake yeye na kwa timu. Sawa. Pia Sa, uh, kuna namna yote naweza kuzungumza ah, kwa mashabiki. Kuna watu ambao wanakuja kutupa sapoti kila tukicheza, tunaomba waweze kuja kwa wingi, na wale ambao wapo hapa Dar es Salaam naomba wajitokeze pia kuja kutuongeza nguvu katika mchezo wetu wa kesho, ili kuhakikisha tuanze